Kuna, kuna kauli moja nishie kuisikia kwamba si busara kwa usiku kuweza kujitazama kwenye vioo mara kadhaa. Tumeona dada zetu au mama zetu huwa wanatumia kioo kujitazama, ukweli upoje? Ni, ni, ni kweli si sawa usiku kutumia kioo kujitazama e, si sawa kutumia kioo kujitazama nyakati za usiku, ni hakika kabisa, kwa sababu nyakati za usiku viumbe wabaya wengi sana wanakuwa wanatembea na njia nyepesi sana ni, ni kitu kinachoitwa atakis, atakis ni annadhara ni kutazama katika, katika sathi almira pale katika kioo. Yani, mtu anapojitazama katika kioo alafu taswira yake ikatoka mule katika kioo, ni rahisi sana kwa viumbe tusiowaona kwa macho ya kawaida kumvaa mtu huyo, ni rahisi sana katika hali hizo. Sasa kwa kuwa nyakati ni nyakati, yani usiku ni zile nyakati ambayo taka inakuwa imepungua, kwa hiyo viumbe hawa wanaweza kuwa wanatembea kwa wingi sana katika maeneo tofauti tofauti. Hivyo ni hatari sana, mtu anaweza kujikuta anaingia katika matatizo ambayo hakuyatarajia yakiwemo matatizo ya watu kusibiwa na athari ya kupoteza yani ufahamu wao na hata kupoteza nguvu. Na kulala kitandani kwa muda mrefu vyanzo vyake wakati fulani vinatokana na mtu kujitazama katika kioo nyakati za usiku, na sio hiyo tu, lakini kadhalika kuna ile kujitazama katika kioo ukiwa uriyanan yani hali ya mina thaubi, yani kama mtu hajavaa nguo. Mathala mtu ametoka kuoga, na hasa kina dada na kina mama, mara nyingi sana hii inawakuta katoka kuoga Anayo dressing table yake pale, na kioo kikubwa, yuko hivi hivi, hajavaa nguo hata moja, alafu anajitazama pale katika kioo. Hii ni hatari sana, wengi wamepata madhara makubwa kupitia katika utamaduni huo. Vaa kwanza, jifunge nguo yako, istiri zile sehemu muhimu, alafu jitazame katika kioo, fanya yale majambo yako yanayohitajika, kuliko kuwa hivi hivi kabisa, ni hatari sana. Kwa hiyo wakati mtu anajitazama kwenye kioo nyakati za usiku, ana hatari. Na ukijitazama katika kioo ukiwa hauna nguo hata moja, pia ni hatari. Hata kama sio usiku, ni hatari. Jistiri kwanza, alafu kadhalika, mambo mengine yaendelee. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi alituambia kila kitu tunachofanya tuanze kwa dua, kwa sababu ya kunusurika kutokana na mashaka haya. Mtu akienda kuoga oge kwa dua Akija wakati unavaa nguo, vaa kwa dua, mwambie Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi hiyo nguo, iwe nguo ya neema, iwe na faraja, iwe na amani, iwe na kadhalika, akunusuru kutoka na shari zake. Unajua kuna nguo zingine zina shari eh? Yani ukivaa hiyo nguo lazima ugombane na yani watu, wewe jitathmini maana yake kujikagua wewe mwenyewe, utabaini kuna baadhi ya nguo ambayo we ukivaa siku hiyo utaona unapendwa sana na watu, kila unayekutana naye unaona anabashasha na wewe. Zikague hizo nguo katika kabati yako, zipo lakini zipo baadhi ya nguo ambazo ukivaa siku hiyo ukitoka kila mmoja hataki hata kuona, yani uta, utagombana sana. Lakini kuna baadhi ya nguo ambazo ukizivaa siku hiyo ukitoka, riziki nyingi sana na kuna baadhi ya nguo ukizivaa ukienda katika mambo yako yanavurugika kila kukicha. Tatizo watu hawajikagui hiyo ndo shida. Hey. Lakini angekuwa mtu anajikagua anajua, mara moja unaweza kujua. aiwa unajua alilmu bilintidhar ilmu siku bi -bil hmm, zote inakuwa kwa kufanya utafiti we mwenyewe unajikagua. Hmm. leo kama wewe unaweza kujua una aleji ya nini? si ulijikagua we mwenyewe, umeona tuzani ni kila samaki natoka ngozi inaharibika mwenye unabaini kabisa samaki fulani mimi hanifai, unamuacha. Sasa vipi katika haya, kwa ufanya tafiti, tunachosema ni kwamba kujitazama katika kioo nyakati za usiku ni hatari kwa afya na maisha yako, lakini kujitazama katika kioo ukiwa uchi ni hatari katika afya na maisha yako pia. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, twende vizuri, tufanye vitu kwa utaratibu uliokuwa bora, biidhnillah subhanahu wataala. Mara kadhaa tunapokuwa tumekwenda kwenye majumba ya watu, hasa ugenini, ukiwa unapiga uruzi, usipige uruzi, ama wengine wanasema usipige uruzi wakati wa usiku. Tamani nifahamu kipi ambacho kimepelekea iwe hivyo. Si, si, si, si sawa kupiga uruzi usiku ama si sawa kupiga uruzi kwa ugenini? E, uruzi kwanza ni kitu ambacho kina uwezo wa kuita idatu didan, yaani wadudu tofauti, tofauti tofauti. Leo uruzi unaopiga kuna wadudu wanakuja pale hata yeah, eh, kuwaona hivi mm. Wanakuja kwa mfano, wapo baadhi thaabin mm. Kuna baadhi ya nyoka, ukiwa maeneo ukapiga ule mruzi wanakuja mbio mm. Sasa ni wadudu hatari, lakini kadhalika ule mruzi unaweza ukapiga wakaja nge na mfano wa hao mm. Wakaja na wadudu wengine wa maajabu maajabu tu mm tunaowaona na hata wale ambao hatuwaoni ndio maana tunasema, sio sauti nzuri sana, kwa sababu hiyo ni sawa na sauti ya vitu vinavyoitwa zumar. Zumar ni kuwa mtu unapiga firimbi bila utaratibu wote. We upo upo, unamwita nani? unafanya nini kwa faida ya nani? zamani tulikuwa tuna simu zile za Nokia. zamani kidogo hasa ile ilikuwa 8210 au sate 310 kama hivyo, ilikuwa na mlio mmoja ile simu. ukiwa nayo porini n yani omba Mungu isiite, yani ikiita ile utaona majoka watatu wanne mpaka watano wanakuja mbio sana katika maeneo yale. Kwa sababu ya nini? ile sauti namna ilivyo. Naam, basi na murunzi nao huko hivyo yani, mtu ukipiga huko hivyo, kuna nyakati wanakuja wadudu wabaya. Jamani, ukiwa kwa watu silete matatizo, fanyia kwenu. Maana yake kama unataka matatizo <laughs> fanyia kwenu, silete matatizo kwa watu hey! Hey! kwa hiyo mimi niseme tu, iwe usiku au mchana, mruzi wa nini bwana, tuache tu, tu. Sidhani kama ni mzuri sana, iwe usiku au mchana uachwe, kwa sababu unaweza kuleta wadudu ambao ni hatari sana. Unajua, na ndio maana baadhi ya watu wakawa wanatumia technique hizi katika kuhamisha watu kama mtu akitaka kuhamisha wewe hapa na anajua taaluma hiyo, anakuhamisha mzee kwa mruzi tu. Anaweza akafika hapa, anapiga miruzi, wanakuja nyoka kadhaa wanne watano hivi. Sasa wewe ukiwaona wale, unaona eh, hii sio hali ya kawaida. Anakuja siku ya pili, anafanya hivyo hivyo, unaona tena. Wengine wewe utakaa mahala hapo, utaona hapa hapa apa, faa. Yani hiyo sawa, lakini sawa na lile wanaita qarnu E yani, karnu adhabi pia. Lile pembe la mnyama anaitwa paa, nalo na linafanya hivyo. Mtu anataka kuhamisha mzee, anakuja na pembe lile, anachukua sehemu fulani ya pembe, anachoma tu pale, wanakuja wadudu wa kila namna hapo tena, ndio hilo ndio baya zaidi, lakini sitaki kusema kutoa siri, watu wanaweza wakaumizana uko, ikawa shida hiyo <laughs> kukaa vizingitini, imekaaje hiyo? Utakuta mtu ambaye usikaa mlangoni hapo. Sasa nyumba ambazo umekwenda ugenini eh, sio ugenini tu, hata kwako si vizuri sana kukaa, yani kukaa katika vizingiti vya milango si vizuri sana, kwa sababu hapo panapita vitu vingi sana, panapita viumbe wengi sana ambao tunaowaona na tusiowaona. Sasa inawezekana ukao umekaa mahala hapo, alishawahi kupatwa mtu mmoja na tatizo kama hilo jalasa fi utbat lbabi, yamekaa katika kizingiti cha mlango. Nafikiri nikisoma a kitabu kinachoitwa Lmausua shamila fi tibi lbadil cha Doktor eh, ambaye ni Ahmad Mutawali Shaarawi Shaara, mwamba huyu ameeleza kwa ufasaha. Kuna mtu kijana mmoja alikuwa amekaa katika kizingiti cha nyumba yake, mara ghafla fasamia dukha au faasabahu dukha akawa anasikia kizunguzungu kikali kabisa, alipoinuka akaanguka, alipoanguka kuinuka, fasara majnunan, akawa ni mtu ambaye amerukwa na akili, hana tena akili. Sasa katika kumfanyia fanyia tiba yule kijana kapelekwa huku na kule, pelekwa mahospitalini, kapewa dawa zile za mental anatumia, lakini hali bado si nzuri. Mmoja siku moja akasema huyo apelekwe akafanywe visomo Pelekwa kwa shekhe akafanyiwa visomo. Baada ya kufanyiwa visomo fasaraa, akapandisha shetani. Baada ya kupandisha shetani, sasa kuna zile taratibu za kumwondosha shetani eh? taratibu kumi na nne, mojawapo ni alhiwar. Lazima kuwe na mahojiano baina ya yule shetani ambaye aliyo katika mwili wa mwanadamu. Sasa yule shekhe akamuuliza, wewe umemsibu vipi huyu kijana? Akas... kiti <laughs> haiyo huyu kiti, kama wanavyoita hiyo lugha ya kijini hiyo <laughs> sasa, umemsibu vipi na nini tatizo lake? Akasema kwa kweli, si tumemsibu huyu, ni pale alipokuwa amekaa fi utbati uh, albabi, katika kizingiti cha mlango, na pale katika kizingiti cha mlango anasema kuntu kad wadhatu auladi, nilikuwa nimewaweka watoto wangu pembeni ya kile kizingiti cha mlango, fataaha wa alamaha Huyu bwana alichokifanya akawakanyaga wale watoto, akawatia maumivu wakaumia. Faghadibtu anhu, nikamchukia sasa, nikaamua nimvamie na nimletee madhara haya. Shekhe akamuuliza, sasa unamleteaje madhara hali ya kuwa yeye, falam yarauhum, hakuwaona? Akasema kutowaona sio sababu yeye kutuletea madhara, cha msingi katika utbatul babi, katika kile kizingiti cha mlango. Asingefanya hayo aliyofanya katika hali hizo. Asinge kaa. Asinge kaa hapo akafanya madhara kama haya. Basi, pakapita pale utaratibu, akaondoshwa yule shetani yule, kijana akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini aslul masala, asili ya sababu ya mashaka haya ni kukaa katika vizingiti vya mlango. Si mahala salama, zipo sehemu nzuri ambao natakiwa watu tukae ili mambo yaweze kwenda katika hali bora kabisa, biidhnillah lkarim.